Ninawasalimu katika jina la Yesu majeshi majeshi. Kwa majina naitwa Askofu Baraka Thomas Tege, mkuu wa utawala na fedha wa kanisa la Glory of Christ Tanzania Church Ufufuo na Uzima. Ninapenda kuwataarifu washirika wa, wa kanisa letu na umma kwa ujumla kuhusu hali ya kanisa letu ambalo lilivamiwa na Jeshi la Polisi usiku tarehe mbili mwezi wa sita mwaka 2025 majira ya sa saa tano usiku. Tangu wakati huo mpaka leo, majengo ya makanisa yetu yote nchi nzima pamoja na mali ambazo ziko ndani yake vimekuwa chini ya ulinzi na usimamizi wa jeshi la polisi. Mtakumbuka kuwa jeshi la polisi lilivamia ghafla kanisa letu la makao makuu ambayo liko Ubungo wakati baada ya maombi ikiwa inaendelea. Taarifa muhimu ni kwamba hakukuwa na makabiliano rasmi kati ya uongozi wa kanisa na jeshi la polisi wakati wa tukio hilo. Watu wote wakiwemo na walinzi wetu wa kanisa waliamriwa kuondoka maeneo ya kanisani polisi walipotupamia tunapenda kufafanua kuwa mali zote za kanisa ambazo ziko ndani ya majengo yetu, kama vile vyombo vya muziki, yani PA system, vifaa vya ofisini kama kompyuta, fedha za sadaka ambazo zilikuwa zinapelekwa benki, vifaa vya media, mashine za machapisho na mali nyinginezo, zote sasa viko chini ya usimamizi wa polisi. Polisi walivunja kufuli zetu za mlangoni na kuweka kufuli zao, kwa hiyo kuingia na kutoka katika maeneo ya kumi za ibada, ofisi zote na maeneo yote ya majengo ya kanisa bila kikomo, kwa kuwa walinzi wetu waliondolewa. Tunabainisha kuwa Jeshi la Polisi linawajibika moja kwa moja kwa usalama, uharibifu na upotevu wowote wa mali zetu za kanisa, kipindi chote ambacho majengo yetu yako chini yao. Tutaendelea kuwapatia taarifa nyingine kupitia mfumo wetu rasmi ya taarifa kama ambavyo tulikuwa tukifanya. Mungu awabariki sana, asanteni.